Kuzaliwa kwa Andrew kumekuwa ni kwa namna ya ajabu. Mzazi alishauriwa kutoa mimba lakini licha hivyo bado mimba ililelewa kwa muda uliopitiliza. Kawaida ni miezi tisa, lakini Andrew hakuzaliwa kwa miezi tisa. Ilikuwa aje? karibu aki, ujumla ni kwamba nilipopata tu ujauzito Unajua, kipindi kile bado tumekuwa ni bado ni watoto tukielewi, lakini tulikuwa tunatunza zile siku sasa. Hmm. Nilipo gundua tu kwamba anaanza nikawa hmm. na hali fulani hii ya ujauzito nikaenda hospitalini kwenda kupima, hmm. nikaenda kwa yule daktari nikapima, nikamwambia, una mwezi mmoja hmm. Eh, basi mimi lengo nilikuwa nataka nijue tu hmm. ni kweli ama si kweli hmm. Nilipo gundua hivyo, alivyoniambia yule daktari ni kweli hmm. una mwezi mmoja, nikasema nashukuru. hmm. Basi sasa, yule daktari kaniambiaje, kwa hiyo tunafanyaje, unatoa au ni vipi? Nikasema hapana, mi nataka nijue tu kama ipo. Ni hilo nilikuwa nataka kama nijue ninayo au la, lakini kutoa sitoi. Unaona so, yule daktari kaniambiaje, akaniambia kaingie chumba kile pale. Nikaanza kujiwaza, nikaingia chumba kile nikakaa, najiwaza moyoni sasa, nikafanye nini? Mi, lengo nataka nijue tu mm, kwamba ni mjamzito kweli au la mm. Mimi pale kiukweli sikwenda kile chumba chosema, nikaingia sikwenda, nikaondoka nikaenda zangu nyumbani. Sasa nipo kwa kadi, sasa naenda na uzuria kliniki, yule daktari kile alikuwa akiniona ananikasirikia sana mm. Sasa nikawa nawaza anachukia kwa sababu nimekataa mm, kumtoa huyu mtoto au ni vipi? Nikawa najiuliza mwenyewe maswali moyoni kwa siri mm. Kiukweli yule daktari alikuwa ananichukia mpaka nimekuja nimemaliza na nini, nimejifungua ndio yule daktari mm. nikawasi tena, umeona sasa na, na wakati nani unalea una mimba, mimi kwa yaani nilikaa <laughs> miezi kumi, miezi kumi, miezi kumi mpaka ninapoenda mpaka ninapoenda miezi kumi. Sasa sijui mimi mwenyewe sielewi kwa zana miezi kumi miezi kumi ile, mpaka manesi wakasema sasa, wewe kwa nini miezi tisa huo? Ndo yeah. tarehe zenyewe yeah. Inakuwaje mpaka leo, au mtoto amefia tumboni? yeah. Kasema mbona anacheza vizuri. yeah. <laughs> Sasa yeah. Kule wakasema hapana, haiwezekani, haiwezekani. Ikabidi niende nikakaa kule kule hospitalini, yaani wanipe sasa zoezi la kufanya yeah. Nikapewa daftari, nikapewa peni kwamba yeah. Sasa akicheza tu unachora Mantua. moja <laughs> akicheza tena ikifika mpaka hey, mara kumi na mbili umechora vile vimoja moja, vipo kumi na mbili basi tunajua mtoto yuko hai aonikaa ha. Naifanya hiyo kazi ha, hata jioni hajafika tayari mara kumi na mbili mtoto amecheza nipo ha, mzima, hakiumi kitu chochote. Miezi kumi miezi kumi au ulikoseasa? haiwezekani sababu kisayansi ni... kisa wanasema mwanadamu anaweza kulea mimba miezi tisa Ilifika miezi kumi napo sasa hmm. Ikabidi sasa waseme bwana, tukuwekee dilipo la uchungu, yani kulazimisha uchungu. Umeona, nikaekea dilipo la uchungu, nimekula madilipo yale, hakuna kinachoendelea. Umeona, mtoto hashuki, ila anapanda juu. Yaani sishuki ila napanda yani, uh-uh. <laughs> Kwa <laughs> ikabidi sasa kiufupi, huku ndio kuzaliwa kwangu <laughs> kwamba alivyoenda hospitali kuangalia kwa kwamba labda atakuwa ni mjamzito, daktari akampa ushauri kwamba atoe ujauzito yaani, na maana mimi naongea leo nisingekuwepo, nazungumza hapa, nisingekuwa na na wazazi wangu hapa sasa, kwamba ningekuwa ni, ni kitu ambacho hakipo na mamangu, inawezekana angekuwa ni mama marehemu. Sasa sijajua hey, ingekuaje? Sasa ye daktari alimshauri, ingia kwenye chumba kile. Lengo lake ni nini? Mtu ameenda kuangalia kwamba hali hii ni kawaida au tayari tumboni kwangu kuna mtoto lakini daktari anamwambia ingia kwenye kile chumba. Sasa umeshamjulisha kwamba yuko mtoto na mwezi moja kwenye kile chumba Mkale kufanya nini? kufanya nini? ulikuwa ni mwaka gani? mwaka tisini na nane. Tisini na nane. Okay. Mwaka mwaka, Mimi nimezaliwa tisini na tisa mwaka mwaka mwaka mwezi mwezi wa nne tarehe kumi na mbili ndio ile kwenye cheti mliandika mwezi imezawa cheti changu mi, wao waliandika waliandika ni mazao elfu mbili, ila mama, mama, mama mi najua ndio mkweli. Mama aliniambia <laughs> ni mazao tisini na tisa, ila cheti tukikisoma kinasema elfu mbili. Sasa hizo nyaraka ziliandikwa na mwanadamu, ukiona mm -hmm. Cheti changu siku moja kimeandikwa elfu mbili, siseme mi bwana, ni mdogo. Kwa hiyo umri umeendaenda kidogo <laughs> <laughs> sasa daktari <laughs> alimwa alimshauri vaingia kwenye iko chumba, bila shaka ni chumba cha maangamizi, kwa sababu ya uhalisia wa ushauri wake na maagizo ambayo anakuwa nampa mbele. Sasa lakini katika kulea ujauzito imefika miezi tisa bado ikapitiliza. Mpaka nafika miezi kumi. Madaktari wakawa na mashaka waenda kijana anaweza akawa amekufa huko ndani. Sasa ikabidi ampe daftari au anachora sasa. Anachora kwamba nikicheza mara moja nikicheza mara mbili anachora. Anachora mpaka ifike mara kumi na mbili ajue kwamba huyu yuko hai. Lakini bado nilionekana niko hai, lakini hakuna dalili yoyote ambayo inaonyesha kwamba natakiwa mtoto azaliwe. Ikabidi wamtundikie madripu ya uchungu, lengo ni kulazimisha uchungu ili mtoto azaliwe. Sasa inakuwaje? Miezi kumi, unataka uzaliwe na miezi kumi na mbili? <laughs> Ikabidi wamwekee madripu ya uchungu, lakini napo bado, badala ya kushuka chini, utaratibu mtoto anatakiwa ashuke chini ili azaliwe. Sasa badala ya kushuka chini, kana panda juu, ina maana kwamba sitaki kuzaliwa, sitaki kuja kwenye dunia. Kiufupi ni kwamba ninaongea hapa leo, ni marehemu ambaye alishakufa, yani ni mtu ambaye alishakufa. Inawezekana angekubali ushauri wa daktari wa kutoa ujauzito, leo nisingekuwepo, nilikuwa nishakufa. Miezi kumi, sitaki kuzaliwa, bado napanda juu. Sasa sijajua nini kilikuwa kinatokea hapo, Jambo ambalo likafanya mamaangu afanyiwe operation. Lakini pia katika kukua kwangu, wakati natoka shule nishai kupatikana na ajali karibu mara mbili. Mote umo huwa naona kabisa kwamba nilikuwa nimetakiwa nife umo katika ajali mbaya sana, lakini umo mote bado nilitoka hai. Sasa nakuwa nawaza au nafikiri Kusudi la Mungu kuniacha hai ni nini? Na staili ya kuzaliwa zaliwa kwangu kwa nini iwe tofauti na wanadamu wengine? Inawezekana wako wanazaliwa kwa sura hiyo, lakini kwangu mimi jambo kama hilo kwa sababu sio kawaida ya mwanadamu, hivyo nakuwa naamini au nahisi kwamba inawezekana niko duniani kwa ajili ya kazi fulani maalum.